Pia mradi huu kwa kutoa huduma hii ilisaidia kupunguza vifo ambavyo vinaweza kukingika. Kutoka mwaka 2023 tulikuwa tuna vifo 89, lakini kwa mwaka sh 24 baada ya mradi kuanza na kumalizia mwaka tukawa tuna vifo 66 sita, na mpaka sasa Oktoba kwa mwaka 2025 ishirini na tano, wakati mradi huu unaendelea tuna vifo 45. Kwa tuna imani kwamba mradi huu umetusaidia katika kupunguza vifo hivi vya mama na mtoto ambayo ndio lengo kuu la wizara pamoja na serikali kuondoa kabisa vifo hivi vya mama na mtoto. Kati ya uh, wateja hawa ambao wamepatiwa huduma imetusaidia katika kupunguza uh, mimba zisizotarajiwa ambazo ni takriban e9 na imesaidia pia kupunguza uh, utoaji wa mimba ambazo sio salama kwa kiwango cha idadi ya 2595, na pia imezalisha alama uiano ya uzuiaji wa mimba ambayo ni CYP, takriban 43. Kupitia mradi wa Start Small tumeweza kuwafikia wateja Uh, arobaini na tatu na mia nane ishirini na saba kwa njia ya elimu pamoja na taarifa ya afya ya uzazi. Kati ya wateja hawa, wateja elfu kumi na tisa na mia sita sabini na tano walipatiwa huduma za uzazi wa mpango. Kati ya wateja hawa, asilimia 26 ni wateja ambao wanaumri chini ya miaka 25. Mradi huu um, kitu ambacho ni very unique ni kwamba tumechanganya afya na maswala ya uchumi kwenye eneo hilo, lakini kitu kikubwa zaidi ni kwamba mradi huu ulikwenda kwenye vyuo vikuu ambapo kwa study au um, study ambayo tulifanya mwaka elfu mbili na kumi na saba iliyoonyesha kwamba vyuo vikuu kuna changamoto kubwa sana na maswala ya afya uh, ya uzazi kwa vijana kwa hiyo mradi huu umekuja kutupa fursa sasa ya kwenda vyuo vikuu. Kwa hiyo tumekuwa na program kwenye vyuo vyote uh, vikuu vya Zanzibar na na colleges au vyuo vya kati tunaziita high HLIs, yani high learning institutions, na tumewafikia vijana kwa zaidi ya asilimia sabini kwenye maeneo ya vyuo vikuu. Mwanzo nilijiunga na njia ya sindano. Lakini kutokana na njia hiyo kwamba kila baada ya miezi mitatu nirudi tena hospitali kwangu mimi ikawa changamoto ndio maana leo hii nikaja kuamua kutumia njia kijiti, ambao, ya kijiti ambayo itaniwezesha kukaa muda mrefu bila kuhudhuria hospitali. Maamuzi ya kupata uzazi wa mpango sijashauriwa na mtu, nimejishauri mie pamoja na mume wangu na tukakubaliana kwa sasa hivi tuweze kutumia njia ya uzazi wa mpango. Ushauri wangu kwa wanawake wenzangu waliokuwa hawatumia uzazi wa mpango ni bora aje kutumia uzazi wa mpango kwa sababu ni salama kutokana na afya zetu, na pia anaweza kupata muda mrefu wa mapumziko. Si sawa na kuzaa mtoto anayefika miaka miwili hajatimia, ukazaa mtoto mwingine.